Akifika tu umri wa mwaka mmoja unaanza kumtamkisha tamkisha, tamkisha maneno haya alhamdu. hey, mdogo lakini, hapa msikioni kwake, soma alhamdu kwenye sikio lake, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kama una sauti nzuri kama yangu ndo sana, usipije mekalele, utapasua ngoma yake, piga murattal, sio kawaida alhamdu lilahi ladhi anzala ala abdihi lkitaba walamutamwona mia... mtoto anavostazi anapokea neno la Mungu tangu mdogo. Kila siku ya asubuhi wewe msomee Qurani, anaijua ijui. Kwenye sikio lake anatulia. Utamwona mtoto akilia anabembelezwa na Qurani. Sio tena ndo zile nyimbo, nyamaza mtoto kuli, sijui nini nini, anaimba zile. Sasa mtoto anasikia zile, akiibuka msanii, mnapiga kelele. Mmenielewa eh? Ah.